Sokwe ni jamii ya wanyama ambao kisayansi hufananishwa na binadamu kwa sababu ya mfanano wa vinasaba vyao. Sio tu vinasaba vyao kufanana na binadamu, pia baadhi ya tabia zao zimeonekana kufanana na za binadamu. Nadharia mbalimbali za kisayansi zimejaribu kuonesha ushahidi kuwa binadamu ni jamii ya sokwe ambao waliendelea kitabia na maarifa. Kwa mara ya kwanza, wanasayansi walifanikiwa kumwona na kumfuatilia sokwe jamii ya orangutan wanaopatikana kwenye misitu ya nchini Indonesia. Sokwe huyu alionekana kuwa na kidonda kwenye shavu lake na baadaye alionekana kutafuna majani ya mmea ambao ulionekana kutumiwa na watu kwa tiba asili kama tiba ya kisukari na malaria. Alitafuna majani hayo na kuyapaka kwenye kidonda chake mpaka kidonda chake kilipofunikwa chote na majani hayo. Na baadaye aliendelea kutafuna na kula majani hayo taratibu kwa zaidi ya dakika thelathini. Baada ya kufuatiliwa majani ya mti huo yalionekana kuwa si aina ya majani ambayo sokwe huyo yatumia kwa ajili ya chakula. Hivyo sokwe huyo alikuwa anatafuna majani hayo kwa ajili ya tiba yake na si kwa ajili ya chakula chake. Pia sokwe huyo alionekana kulala sana kuliko kawaida. Hali hiyo ilidhaniwa kuwa ni moja kati ya mbinu ya kuruhusu tiba yake kufanya kazi kwa ufanisi kutibu majeraha yake. Na baada ya ufuatiliwa kidonda chake, kidonda kilijifunga baada ya siku tano, na kilipona kabisa baada ya mwezi mmoja toka alipopaka majani hayo. Na baada ya kupima kidonda chake kilionekana kipo salama bila ya kuwa na maambukizi ya aina yoyote. Tukio hilo lilitokea kwenye misitu ya nchini Indonesia mwaka 2022. Mwaka 2025 tukio kama hilo lilitokea kwenye misitu ya nchini Uganda. Nchini Uganda walionekana jamii ya sokwe wakijifanyia huduma ya kwanza kwa kutumia majani ya miti baada ya kuumia. Hali hiyo iliwafanya wanasayansi kuhitimisha kuwa jamii ya sokwe imerithi tabia na maarifa ya kutumia miti shamba kwa ajili ya kujitibu kutoka kwa binadamu. Hali hiyo pia imeongeza ushahidi kwenye nadharia ya kisayansi kuwa binadamu ni jamii ya sokwe ambao waliendelea kitabia na maarifa.